Mimi kwa majina naitwa Meshack Kiona Ngamando ni wakili wa kujitegemea ambapo leo tulikuja katika siku ya kwanza usikilizwaji wa shauri la rufaa la kina wateja wetu ambao walihukumiwa kufungwa maisha ambao ni akina Nyundo pamoja na wenzake, ambapo baada ya kuwa wameshahukumiwa kwenye kesi ya msingi tulikata rufaa ambayo rufaa yetu ile tulikata ikiwa na sababu thelathini na tatu lakini kwa leo wakati tumeanza kuisikiliza, tulizikategorize zile sababu zikawa ziko katika mafungu tisa, ambapo leo tumejadili mafungu mawili tu ambao tumejadili effectively ambayo, tume, ambayo kundi la kwanza tulianza kujadili charge sheet, mapungufu ya charge sheet na kundi la pili tukaja kujadili masuala ya, ya ambayo yalikuwa ni masuala ya, ya caution statement maelezo ma, ma, ma, ma ya onyo ya mtuhumiwa ambapo baada ya hadi kufikia saa tisa kamili basi pande zote kwa upande wetu tulikuwa tumeshachoka, sini ya Wasonga kabidi ya muadresi jaji kumuomba ili kesi hii iahirishwe mpaka tarehe nyingine. <tose> <tose> kesi inakuja tarehe tisa. Mwelekeo kwa haraka haraka wa kesi yenyewe tangia siku ya kwanza huko zote. Ah, kesi ah, mwelekeo kesi yenyewe wenyewe, na hisi waandishi wa habari mlikuwa washuhuda, mlikuwepo mle ndani mnaangalia kila kitu kilikuwa kinachukuliwa vizuri na mwenendo unaendelea vizuri, na hisi mlikuwa mnaangalia chini. Nina imani mmeangalia wakati tunajadili charge sheet. Charge sheet ilikuwa ina mapungufu makubwa sana. Charge sheet, yani kuna procedure vitu vingi ambavyo vilikuwa vina mapungufu, ambavyo ndo bado hata tarehe 9 mtakuja kuvisikia hivyo, vingine tena mapungufu mengine ambayo yalikuwepo katika katika kesi ya msingi. Ah mahakama kila mahakama ina, ina, ina, mamlaka kutoa maamuzi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ilitoa maamuzi kwa, kwa pressure ya jamii. Hapana. Mheshimiwa Hakimu aliridhisha kutokana na ushahidi aliyousikiliza aliridhika ndio maana akatoa maamuzi yale. Lakini siwezi nikasema kwamba alitoa kwa sababu ya pressure ya jamii. Hapana. Alitoa kulingana na yeye alichokiona kwenye mwenendo wa shauri zima na sisi tukaona kuna mapungufu na ndio maana tukakata rufaa. Kwa hiyo kila kila kitu kina, ki, yani yeye alifanya, alifanya kwa levo yake kuona kwamba ni sahihi. Lakini sasa uwezo kaacha, lazima uende ngazi ya juu na yeye ende kaangalie. Sisi tutaupokea. Yani na sisi hatuwezi tukapinga uamuzi wa mahakama, mahakama ndio inayotoa maamuzi. Na kama tutaupinga tutaupinga kisheria kama tulivyoupinga ule wa awali ambao tumeupinga kisheria na hadi sasa hivi tuko tunaendelea nao.